Karibuni kwenye hii tutorial. Aa, katika kitu kingine ambacho ni kiko very technical kukielewa ni namna ya kuchezea kamera kwanza. Kwenye viewport ukiangalia, hii kama unavyoiona hapa, hii hapa ni taa ndio hii hapa light, hii ni cube, hii hapa ni kamera. Ukijivuta hivi kidogo unaweza ukaiona kamera. Okay. Sasa uh, kwenda kwenye kamera ukibonyeza zero inakupeleka kwenye camera view uki, usipobonyeza ukibonyeza zero inakutoa lakini, kama setting zako haziko sawa haitakupeleka huko hivi unless ili uh, setting zako zihalau hiki kitu hizi, kwa sababu kuna shortcut tuseme, kama ukibonyeza moja nakupeleka kwenye front view Mbili ina inakuzungusha hivi. Tatu inakupeleka side view. Nne inazungusha upande huu, kwa hiyo iko hivyo. Sasa uh, kama hizo kwako kwa hazifanyi kazi, ukibonyeza moja haitokee hivyo, maana yake kuna settings za kuziweka sawa. Ukija hapa kwenye edit, unakuja kwenye preference, unakuja hapa, ukiwa kwenye input hapa hivi una tick hapa, emulate number pad, make sure hapa umepatika, then unakuja hapa una save preference. Sawa, ukisha save hivyo kila utakachokifanya kama nilichokifanya mimi kitatokea. Mwa hiyo ukibonyeza zero utaenda kwenye kamera. Sasa tunaenda kwenye kamera. Kamera, uh, kama unavyoiona hapa. Pivot yake hii hapa. Huku ndio mbele ya kamera yake, manake kamera itakuwa ina rotate kupitia hapa. Kwa mfano, kibonyeza R utaona ina rotate hivi. Yaani hiyo ndio pivot yake ilipo. Manake hapo ndipo inapo rotate. Sasa uh, ili kuiweka sawa unaweza uka inabidi uingie ndani ya kamera, kwa hiyo hiyo box inaona. Kama unataka kuiona kwa mbele unaweza kubonyeza g z, maana unashusha chini, yani una move z axis. Sasa ukiona ume move hivi, unataka uione vizuri, labda una move mpaka hapa. Nataka sasa ni rotate hii kamera ione hapo hivyo, unaweza kubonyeza tu r ukafanya hivi, lakini haikuletei vizuri. Sasa ili ikuletee vizuri, kubonyeza r xx unabonyeza x mara mbili unapata rotation ya hivi ambao nikitoka nje ya kamera hivi, labda hapo nikibonyeza rxx tunapata rotation hii hapa, yani itakuwa ina rotate along x axis lakini kulingana na kamera ilipo. Kwa hiyo nikibonyeza zero hapa, nikibonyeza rxx itanileta hapa hivyo, kwa hiyo gz mpaka hapa kwa hiyo unaipanga kamera wewe unavyotaka xx na ukitaka kubonyeza r yy inakupa rotation ya hivi, itakuwa ina rotate kuzunguka upande huu, lakini rxx itakuwa ina rotate kuzunguka upande huu na rzz itakuwa ina zoom hivyo, kwenda mbele na kurudi nyuma, sio kwamba ina zoom ni yani, in fact inaenda mbele na kurudi nyuma, kwa hiyo ukibonyeza gzz utaona ina ina move Kulingana na kamera ulivyo ulivyo idirect. Na kwa hiyo hiyo ndio namna ya namna ya kwanza ya kutumia kamera. Sasa uh, mfano mm, uh, ngoja niweke plane hapa mm -hmm, oh, so, kitu kingine kwenye animation hii hapa plane ime, imeenda kutokea huku hivi ambako 3D cursor ndipo ilipokuwepo na ukitaka itokea hapo katikati unabonyeza tu snap una search wengine, ni F3, wengine space bar, snap cursor to selected. Ah, so to selected to 3D origin, snap cursor to, unaitafuta 3D origin ya yep, world origin inatokea hapo katikati katika. Kwa hiyo bonza shift A plane. Kwa hiyo ukifanya hivi hmm. ipg z. Kwa hiyo hivyo ndio namna ambavyo unaweza ka ukachezea kamera kirahisi. Hmm. Uh, kwa hiyo ukitaka kuzoom ni G Z Z inakupeleka mbele au inakurudisha nyuma. Let's say, tunataka tuende upande huu. Kwa hiyo nitarotate kwanza labda mpaka hapa. Alafu G, uh, X, G, X, G ni ku grab. Hmm. Kwa hiyo, uh, nitaileta hapa. Kwa hiyo G ukitaka tena kwenda upande mwingine una rotate kidogo G X X. Sasa utofautishe G, X, X na R. R ni for rotation, G ni for grab. Kwa hapa hivi ni kama G ni grab YY. Maana yake naipandisha juu na kuishusha chini. Sawa. Lakini kibonyeza R YY ni rotation. Kwa hiyo inabidi utambue ukibonyeza G una maana gani; ukibonyeza R pia unamaanisha nini. Vinginevyo itakuletea changamoto kidogo. Kwa hiyo hii hi, hi ndio kamera, ni kitu ambacho pia kinawaletea shida watu wengi, namna gani una move camera? Kwa hiyo uki, kwa hiyo always mi naona unatakiwa kufuata axis. Kwa hiyo kitu cha kujua kwa mfano la, g z z una zoom, kuzoom in kuzoom out. Ukikliki umerudi nyuma, ukizoom in umesogea mbele. Labda tunataka tu move g z, unapanda hivi, lakini unataka kuiangalia kwa juu, kwa hiyo utabonyeza r x x Unakuja hapo unaiangalia kwa hapo. Kwa hiyo ni wewe vile unavyotaka. Kwa hiyo hii ni kitu kingine ambacho kimekuwa kime kikiwaletea tabu watu wengi. Kamera inakuwa ni, ni mtihani mkubwa, namna ya kui, kuitumia hii kamera. Kwa hiyo uh, hivyo ndivyo namna ambavyo unapokaitumia kamera uh, kirahisi, kuposition kufanya mambo kama hayo, lakini uh, kuna tricks zingine ambazo zenyewe ni za kwenye animation. Hmm. Uh, okay, labda tuseme unataka kufanya animation ya kamera, unaweka kamera hapa, unaangalia hapa hivi, iko kwenye namba moja, nikibonyeza i, nimeweka keyframe hapa, tuseme labda naipeleka mpaka hamsini, um, ja niandike hamsini hapa imekuja hapa alafu na zoom G, ZZ inakuja mpaka hapa inaweka keyframe. Kwahiyo hapa hivi nikimove, tayari hiyo ni animation ya ya kamera. Kwahiyo nikiselect tu hivi papu, itaonekana ina zoom na, na kuna trick nyingine kwenye animation nikiamua labda nipeleke mpaka mia hapa, hii mia ambayo sasa na kuandika hapa, naweza nikachukua hii hapa nikakopi hii control c, alafu control v nikaipaste hapa inatokea hapa kwa hiyo itaenda na kurudi kamera. Hizi ni trick tu ndogo ndogondogo za namna ya kuchezea kamera, pia na namna ya ku animate namna hiyo, umezoom in, umezoom out. Kwa hiyo uh, na ukitaka ku rotate ni hivyo hivyo. So, hizo ndio trick ambazo zinaweza kukusaidia namna ya ku uh, kutumia kamera, lakini mimi naona ni vizuri zaidi ukiingia ndani ya kamera hii, kama unaiona hii kamera yako, afu ndo unaanza kuichezea kama GZ, GY GZ, RZ, vitu kama hivyo. So hiyo ndio triki ndogo ndogo ya namna ya kutumia kamera iliyoko ndani ya Blender. So uh, like, share, subscribe. Karibu tena mpaka wakati mwingine.